Nam, habari za wakati huu. Karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. nilikusogezea hapa taarifa e, kuhusu makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema taifa John wegesa Heche ambaye alisafirishwa kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam, ambapo amepelekwa mkoa wa kipolisi Kinondoni. Sasa sababu ambazo zimepelekea John Heche kupelekwa e, Dar es Salaam mkoa wa kipolisi Kinondoni ni kwamba John Heche anatuhumiwa kujihusisha na ugaidi. Wakili Mwasipu, wakili wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amezungumza. Wakili Hekima Mwasipu amesema Heche ambaye alikuwa mkoani Dodoma amesafirishwa hadi jijini Dar es Salaam na kwamba taarifa walizopatiwa mawakili wake kutoka jeshi la polisi ni kwamba anatuhumiwa kutenda makosa mawili jijini humo. Na makosa hayo, kosa la kwanza ambalo ni miongoni mwa tuhuma ambazo zinamkabili John Heche ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi eh, maeneo ambayo yametajwa ni kutoka Kimara mpaka Magomeni lakini pia E, tuhuma ya pili ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Ubungo Msewe pamoja na External. Lakini alipoambiwa aweze kuandika maelezo yake polisi, John Heche ametumia haki yake kisheria, amegoma kuandika maelezo yake, na amesema atatoa maelezo baada ya kufikishwa mahakamani, na taarifa zinasema muda wowote atapandishwa mahakamani kujibu tuhuma za ugaidi ambazo zinamkabili. Ni taarifa ambayo nilikuhabarisha hapa, na rais wa chama cha wanasheria eh, Tanganyika eh, Boniface Mwabukusi ameandika mambo mazito mno na kutoa onyo baada ya John Heche eh, kusadikika ya kwamba anatuhumiwa kwa makosa ya ugaidi. Ameandika wakili Msomi Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, ofisi ya mashtaka ya taifa DPP na polisi kwa matendo yao wanamwagia petroli wakizani wanazima moto. It is an illusion kumtuhumu John Heche kwa ugaidi. Achaneni na huo upuuzi. Hali ya usalama sio nzuri kuendelea na desturi zetu za kupika kesi ili kumbambika watu mnatia aibu taaluma na mnakera. Ameanza kuandika hivi rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi kwamba waachane na huo upuuzi, hali ya usalama sio nzuri kuendelea na desturi zenu za kupika kesi ili kubambikizia watu, amesema wanatia aibu taaluma na wanakera. Ameandika hapa kwamba John Heche alikamatwa kinyume cha sheria na kuzuiliwa kinyume cha sheria, na kwa muda wote wakati mkipanga mauaji ya raia mlikuwa mumemuweka mahabusu kinyume cha sheria. Sasa mnaposema alipanga ugaidi, alipangaje akiwa mahabusu? Awali mlisema kosa lake ni kuingia Kenya kinyume cha sheria baada ya kumshikilia kwa wiki mbili kinyume cha sheria. Sasa mmempa kesi ya ugaidi. Ni wakati wa mahakama kukataa kutumika kama kokoro la kutekeleza uhalifu dhidi ya demokrasia kwa kutumia waendesha mashtaka na polisi. Ofisi hizi mbili zidhibitiwe, zinataka kulipua moto ambao hautazimika. Sisi tunafuatilia habari hizi kwa ukaribu na tunaweka rekodi ya kila uhalifu munaoufanya. Baadaye msije mkasema hatukuwaambia, kwa sababu hatukutumia hatukutumia hizi mahakama hizi mlizozizoea, tutakwenda kule ambako tunajua aina hii ya makosa mnayoyatenda yanaweza kushughulikiwa. TLS itatoa msaada wa kisheria kwa John Heche dhidi ya dhuluma hii, na pia tutajitahidi kusaidiana na familia zote ambazo zimeasiliwa na ukatili wa polisi na jeshi la na kuzulumu maisha ya vijana wasio na hatia. Sisi tunasimama upande wa raia na katiba. Tuliwaonya kwa sauti, tukawafuata kwa unyenyekevu mkubwa na kuwaambia hawa vijana wa sasa sio wale wa kizazi kile cha kwetu, ambao hatuku reason vizuri. Vijana wa sasa ni kizazi cha kuhoji, na niliwaambia msitumie nguvu, halahala kidole na jicho, lakini hamkusikia. Sasa tume tumeaibika na bila shaka mmeona kuwa risasi sio kila kitu. Acheni kuendelea kukamata watu na kupika mashtaka ya uongo. Vijana hawa wametulia kidogo, kwa sababu wana busara kuliko sisi, tusiwachokoze. Hiki ndicho alichokiandika rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi baada ya taarifa kwamba John Wegesa Heche. Anatuhumiwa kwa kufanya makosa ya ugaidi baadhi ya maeneo jijini Dar es Salaam. Lakini pia amezungumzia kuhusu vijana ambao wamepoteza maisha, lakini pia msaada ambao wao kama TLS watampatia John Heche. Lakini pia ametoa onyo kali kwa DPP pamoja na na jeshi la polisi. Lakini pia siku ya jana aliweza kuandika pia mambo mazito baada ya internet kurejea. Aliandika kabla ya mazungumzo, lazima waliopanga kufadhili na kuendesha mauaji ya raia wa Tanganyika na kuhusika na mpangilio wa utekaji na upotezaji wa raia, kabla, wakati na baada ya uchaguzi, wakamatwe na kufikishwa mahakama ya kimataifa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Watu wote waliotekwa na kupotezwa warejeshwa na kuungana na familia zao na kuachiwa mara moja Ka kwa tundo lisu na kuondolewa kesi zote za uonevu dhidi ya Chadema na viongozi wake. Tutafuta mazungumzo, kutafuta mazungumzo sasa kabla ya uwajibikaji ni kutukana ndugu zetu waliouawa bila hatia na kubariki udhalimu. Kila mmoja abebe msalaba wake kwanza na awajibishwe kwa namna alivyoshiriki mauaji haya ya raia wasio na hatia hakuna kusafishana. Hiki ndicho alicho kiandika siku ya jana eh, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi. Lakini pia kuhusu Heche kupewa kesi ya ugaidi, watu mbalimbali mbali katika chapisho lake wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwanza, wakati Kenya maandamano yako seriously, kuna luninga ilikuwa laibu kuripoti matukio, serikali ikaifungia mahakama muda huo huo ikaamua kwamba ipunguliwe. Sasa mahakama za kwetu huku zinashindwa hata kujifunza huko, yani nakuwa kama ni useless kwenye swala la haki. Mwingine akasema kaka Mwabukusi, umekuwa mstari wa mbele kushauri na kuzungumza uponyaji wa taifa kabla na baada ya uchaguzi. Wangetumia hata asilimia hamsini ya ushauri waliopewa na wenye hekima, mengi yasingetokea, lakini amini na kuambia hawataelewa na watakwambia wale sio Watanzania. Mwingine anasema nchi ya wanafiki sana, wanafiki ni wengi, hasa waajiliwa wa, wa serikali wapo kwa ajili ya mishahara, siyo uzalendo. Ni si ujiuzulu tu kama ufurahishwi na serikali, au ukae kimya kuliko kuwalaumu raia. Maiti zimeniumiza sana kiasi eh, kazi sitamani, ningekuwa na pesa ningekaa nyumbani tu. Mwingine akasema mkuu, hivi kule Ikulu Chamwino, ulimshauri mimi bosi kubwa au ulipuuzwa? Naomba chama kisimamie section 4 wa vitendo, sasa matamko yametosha. Tumalizie na huyu wa mwisho akasema, huko sahii watu na akili zao sijui wamekunywa maji ya bendera za CCM badala ya kupinga mauaji yaliyofanywa na vyombo vya dola jumba bovu, wana wanawaunganisha wananchi kulaani, haki ichukuliwe. wana, wana, wana, wana, wana, huyo anasema kwamba wanawauli waliharibu miundombinu na dhitu, wakati dhitu utafutwa uhai ni bora, akimaanisha kwamba watu wanalaumiwa kwamba waliharibu miundombinu wakati vitu vinatafutwa, lakini uhai ni bora zaidi. Huwezi kutafuta, ingawa kakosea posea kuandika komenti yake, lakini imeeleweka. Sasa tuachie mone yako hapa eh, kwa hili onyo ambalo Mwabukusi amelitoa dhidi ya DPP na jeshi la polisi baada ya John Wegesa Heche eh, kusadikika kwamba alihusika na vitendo vya ugaidi. Tukutane mahakamani, Mwabukusi katoa maneno mazito mno, tuchemwoni yako lakini kubwa zaidi, endelea pia kutufuatilia hapa hapa kwa taarifa mbalimbali.